Hakuna nchi mnaweza kuiongoza bila kuzungumza kwanza mezani. Vita huwa vinaanzia mezani, vinaishia mezani. Machafuko huwa yanaanzia mezani, yanaishia mezani. Hakuna kinachoweza kubadilika juu ya utawala wa Chama cha Mapinduzi kama hatutachukua hatua sisi wenyewe. Tangu lini Wakenya walishai kutupenda sisi Watanzania? Wakenya tuna uadui, tuna uadui wa milele na milele tangu, tangu enzi za utawala wa, wa, wa, wa Mjerumani, utawala wa, wa Mwingereza. Tuna uadui kwa maana tuna utani wa jadi. Mkenya naomba leo kesho tufe Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo niko na na mkamuita mbunge lakini kama mzee hapa zeazitambulisha yeye lakini bila kupitishwa heshima yako kiongozi. Asante sana. Kwema kabisa. Ah, kwema kabisa kabisa. Yericko Nyerere, mimi nakufahamu kama mwandishi wa vitabu, mwanasiasa pia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa pia, pengine kwa mtu ambaye amfahamu vizuri Yericko Nyerere ni nani hasa? Aa, kwa kweli ni vile ulivyotambulisha ndio vile vile hujakosea kabisa, lakini kwa nyongeza ni mkulima na mfanyabiashara wa kawaida tu, anatoka Mbutu block hii, aa, ni hivyo, hujakosea utambulisha ndio. Ulishiriki uli katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano uchaguzi mkuu ambao uligubikwa na mambo mengi, hasa tunafahamu fahamu yaliyotokea hasa kwako wee. Hasa kwa tathmini nyepesi ama chache, ambao ukaisema ni ulikuwa uchaguzi wa namna gani hasa? Ya ulikuwa ni uchaguzi wa kipekee sana, ni uchaguzi wa kipekee ndio, uchaguzi pekee tangu nchi yetu ipate uhuru ambao ndani ya masaa kumi na mbili nchi nzima uchaguzi ulikuwa umeshaisha, na umemshindi ume, kapatikana wa urais, wa ubunge, kila kitu. Kwa hiyo ni uchaguzi ulikuwa ni wa kipekee sana. Aa, lakini kimsingi tunahitaji reform kubwa sana ya mifumo ya uchaguzi katika nchi yetu, na ili halimaanishi tulifanya makosa kuingia kwenye uchaguzi. Tulifanya tuliingia kwenye uchaguzi ili kuhamasisha mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi, na ili tutaendelea kulihubiri. Kwa hiyo ni uchaguzi ulikuwa ni wa kipekee sana. Ndiyo. Hapo kuna watu ambao wamesema kwamba yaliyotokea mliambiwa, lakini mkaamua kushiriki, pengine hamna haja ya kulalamika, kama vile ambavyo watu wamekuwa wakisema. si dhani labda ni mtu asiyejua siasa. Tumeanza kulalamika tangu mwaka tisini na mbili tulipoanzisha azimio la Zanzibar pale, mwaka tisini na mbili pale Zanzibar kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tulitaka mabadiliko ya katiba mpya. Malalamiko haya yajawahi kuisha mpaka leo tunalalamika, na tutaendelea kulalamika. Kwa hiyo kususia uchaguzi kwangu mimi sio, haikuwa njia sahihi, ilikuwa ni kushiriki uchaguzi kama tulivyofanya, na tumeshiriki kikamilifu na tunakwenda kikamilifu na tutaendelea tena kupambana. Na hata leo ukitusha uchaguzi tutashiriki, lakini tutapambana huku tukishiriki huku tukihimiza mabadiliko. kwangu, kwangu mimi tunahitaji mabadiliko sana ya mfumo huu. Mfumo wa uchaguzi unahitaji mabadiliko makubwa sana. Achana na inachoitwa ushindi uko, achana nacho, nacho. Tunahitaji mabadiliko kuanzia uchaguzi wa mwenyekiti wa, mwenye wa mtaa, kitongoji, mpaka uchaguzi wa rais, ili tupate fursa kubwa ya kura ya mwananchi iheshimike. Hilo ndio jambo la msingi zaidi, yeah. Yaliyotokea kwenye uchaguzi yame, yameibua Uh, maneno mengi sana, um, makundi tofauti tofauti mko kizungumza hasa, na wimbo mko kizungumza sasa hivi ni maliziano, pamoja na kamati tofauti tofauti zikiwa zikiwa ziki, ziki, ziki zikipangwa hasa. Kwako wewe hasa, unatamani maliziano yawepo ama pia katika maliziano pia kamati, unasikia vipi? Hasa kwa wale ambao wanasema kwamba uh, maliziano kamati zinaweza kutokea nje, kwa maana taasisi toke nje zisimamie, ama kuna wale ambao wanasema kwamba hata sisi wenyewe tuzo kazisimamia tukaunda kamati zetu na tukamaliza hili. Ushauri wako uko vipi katika hili? Mimi ni muumini wa maliziano. Uh, na nilishiriki kwa kiwango kikubwa uh, maridhiano yale ya kipindi cha awali chini ya chama cha Chadema na serikali hmm. Kwa maana ya, ya maridhiano yaliyovunjika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu uh, bado ninaamini kwamba nchi yetu tunahitaji maridhiano, tunahitaji tukae mezani tuzungumze, na hatua za awali ambazo nimeona zinazungumzwa uh, kwa upande wa serikali wame Uh, wamefungua milango ambayo ilikuwa kidogo ni kama wameitegesha, wamesema naye taka aje, lakini ilikuwa haifungui, lakini kwa sasa wamefungua. Tunahitaji tukakae mezani tuzungumze, hakuna nchi mnaweza kuiongoza bila kuzungumza kwanza mezani. Vita huwa vinaanzia mezani, vinaishia mezani. Machafuko huwa yanaanzia mezani, yanaishia mezani. Hakuna namna ambayo uh, nchi yetu inaweza ikapata amani kwa njia ya mapambano ya umwagaji wa damu hapana. Lazima tutatoka huko, tutarudi tumezani. Kwa hiyo bado naamini sisi kama nchi, sisi kama nchi, viongozi barani Afrika, wa mazungumzo, tunayo nafasi ya kuzungumza wenyewe. Hii migogoro sio ya kwanza, tulishawahi kuingia kwenye migogoro mikubwa sana ya kisiasa ki, tuliingia kwenye jaribio la mapinduzi la mwaka 64 lakini mwisho wa siku tulikaa mezani na mifumo ikabadilishwa, na waliokuwa na dai hilo walitaka kupindua, waliweza wali, wali, wali yani wali mahitaji yao yalisikilizwa. Tukaingia kwenye jaribio la mapinduzi la mwaka sabini na tano lakini mwisho wa siku tulijaribu tukakaa tukazungumza. Majaribio la mapinduzi la mwaka themanini na mbili tulikaa tukazungumza na mwisho wa siku nchi ikasonga mbele, na pengine ndio iliyosukuma mpaka kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Ni aina fulani ya msukumu unaotokea kwao. Mimi naamini mapambano tutafika tumeingia kwenye machafuko ya mwaka elfu mbili na moja ya mauaji ya mwembechai na, na Zanzibar mwisho wa siku tulikaa chini tukazungumza. Wapi tushindwe? Leo kwa nini tushindwe leo kuzungumza? Kwa hiyo tunaweza tukazungumza. Kuna wale ambao wanasema, kwa mfano, ukiwasikiliza viongozi wa Chadema wanasema kwamba hawawezi kuwasikiliza viongozi ambao pengine wao well, hawatambui maridhiano. Sio ya CCM na Chadema wala sio ya Chadema na serikali wala sio ya, yani, yani, yani Chadema sio ndio iliyohodhi maridhiano, maridhiano ni ya Watanzania wote maridhiano yanahusu mfanyabiashara, yanahusu machinga, yanahusu vijana wasio na ajira, yanahusu makundi yote. Ndio maana ya maridhiano. Maridhiano sio ya kisiasa, kisiasa tu wala wala pengine eti pengine chama cha siasa ndio kinaweza kikahold maridhiano no? lakini vyama vya siasa vinaweza kubeba kubeba mahitaji ya umma huku nyuma na vikaenda nayo kwenye meza ya ma, mazungumzo. Ni kupongeza kwa maelezo yako mazuri hasa nimekuona, pia nilikuwa napitia peji yako ulimposti uh, kiongozi wa Chadema uh, Tundu Lissu mwenyekiti ukasema, naamini hauna makosa, na unaonyesha namna gani ambavyo kwenye siasa umekomaa hasa, licha ya kwamba Chadema umeondoka, lakini bado unashirikiana nao katika namna moja ama nyingine, kama ilivyo wanasiasa siku zote. Unadhani wito uh, wako hasa, serikali na mamlaka pia, kuhusu wito wako ni upi hasa? Binafsi naamini kwamba maridhiano, tunapozungumza maridhiano, maana yake waliopo mahabusu kwa kesi zozote za kisiasa wanaachiwa, ndio tunakaa mezani tunazungumza. Ndio definition ya maridhiano. maridhiano ya awali yalimfanya Tundu Lisu na wenzake waliokuwa uhamishoni wakarudi. Maridhiano ya kipindi kile yalifanya waliokuwa mahabusu wote waliachiwa, mia nne na kitu hivi, waliokuwa mahabusu kwa kipindi hicho waliachiwa. Maridhiano yalifanya shughuli za kisiasa zikarejea. Kwa hiyo tathmini au, au na, nadharia ya maridhiano ya sasa ni ile ile, kwamba tunataka waliopo mahabusu akiwemo Tundu Lisu na wenzake waachiwe. Tena waachiwe bila masharti alafu ndio tunakaa mezani. Amwezi kukaa mezani huku mtu mwingine kafungwa huku, tutazungumza nini? Tunazungumza nini? hat, hat, haturuhsu aliopo wa mabsu waachiwe. Hiyo tafsiri yangu, bado nabaki pale pale ya ya mkondo wa sheria, auwezi kuamua. Kwa kwasababu ni kesi za maelekezo ni kesi ambazo mtu anaamua tumwekeni ndani, mtoweni. Kwa hiyo sio, ni siasa. Kesi ya kisiasa mara nyingi huwa ina misukumo ya kisiasa. Na unaamini itaisha? Kwa nini siisha? Iliisha kesi ya ugaidi ambayo, sembuse hii itaisha tu, itaisha tu. Kuna, uh, kuna ukisikiliza baadhi ya taasisi like, za serikali zinazungumza kwamba uh, na viongozi baadhi wanasema kwamba kwenye maandamano tarehe 29 kuna raia ambaye alitoka nje akaweza kusababisha hizi vurugu ambazo zilizotokea, hasa na tulikuja tukashuhudia pia askari ambaye alikamata na mabomu manne, raia pacha wa Marekani pamoja na Kenya akahusishwa kuongea na mabomu nchini Tanzania katika muktadha haya, maswali mawili na namna yanayozungumzwa hasa, unaamini kuna msukumo wa nje pia katika haya maandamano? Kuna vitu vingi sana kwenye hizi nchi za Kiafrika pamoja na kwamba tunapigania haki zetu, tunapigania utawala wa sheria, tunapigania demokrasia, tunapigania haki ya kiuchaguzi na mifumo bora ya uchaguzi, lazima sana tu, tuangalie milango na madirisha ya nchi yetu. Nchi yetu ndiyo ina rasilimali bora kabisa barani Afrika. Hii nchi ndiyo nchi ya pili duniani, e Afrika inayozalisha madini adhimu ya uranium ndio nchi ya pili ukitoka Kongo unafata Tanzania kule Ruvuma, na juzi tu tumeingia mikataba na Warusi nadhani, na tha, na unielewe ninaposema tumeingia mikataba na Warusi, maana yake kuna Marekani anatoa macho hapo. Ni vita vya dunia vya kiuchumi. Mnapo mnapo mnapopambana mambo yenu ya ndani, lazima muangalie nje, lazima muangalie nje. Wenzetu wanatumia madhaifu yenu ya ndani kuingia na kuwavuruga zaidi nchi za Kongo, nchi za Sudani, nchi za Somalia na kadhalika hazitawaliki kwa sababu waliacha milango wazi, waliacha milango wazi, pamoja na mavurugano yao ya ndani, waliacha milango wazi, na mwisho wa siku wageni na wasioipenda nchi zao wakaweka mkono wa silaha pale, wanafanya biashara ya silaha. Tushukuru Mungu, sisi bado silaha hazijaingia mikononi mwa watu hapa kwetu, hazijaingia kutoka nje hazijaingia hata za ndani. Pengine ni, ni mambo ambayo tutahitaji tusubiri kwanza tume ichunguze na itupe ripoti kamili. Uh, waziri mkuu juzi amezungumza kwamba kuna askari wengi wameuawa. Tujiulize, nani aliyewaua wale askari, silaha zilitoka wapi za kuwaulia wale askari, kwa mujibu wa waziri mkuu. Kwa hiyo tusubiri, tume itatuambia nini nadhani tuipe tuipe nafasi tume, na tusiporidhika na ripoti ya tume, tuhitaji vyombo huru vya kimataifa kuja kuchunguza na kutuletea ripoti, lakini vyombo hivyo visitoke Ulaya na Marekani ambao ndio maadui. Tutafute sehemu nyingine, kwa sababu hawa wana interest na, na, na nchi yetu hawapendi kutuona tupo, na hilo si, na sio la kuficha. Ni watu ambao wamekuwa wakitutafuta wame wame wame wame kwa muda mrefu sana, na kama tutatafuta tuta, tuta, uchunguzi tukatafute nchi zingine kabisa. Heri tuende hata bara la Antarctic huko tukatafute wachunguzi waje huko, lakini eti tukamtafute ma, Kalista aje tuchunguzie yule rais wa bunge la Ulaya, tutakuwa tunajipoteza. Ni sawasawa umeleta umeleta. Kwa hiyo tukatafuta watu ambao ni credible, kwa sababu kama hatu, hatukubaliani na tume ya kwetu ttakubaliana na mtu yeyote atakaye kuja mwenye affiliation na chokochoko cho, zinazotokea hapa ni lazima tutafute kitu kinachoeea. Ulaya umezungumzia kuhusu Ulaya na jana ametoa tamko kuhusu hali ya kisiasa hapa nchini Tanzania, matamko yao mengi ikiwemo kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa haki, kuacha viongozi kama Tundulisu <gibu> na mengine <gibu> mengi ambayo labda mauaji ya raia wakati wa uchaguzi pia unadhani. Sio sahihi wao kutusemea sisi. Hawajaanza leo kutusemea, hawajaanza leo na tuwapongeze, kwa sababu tunaamini sauti ya, ya Watanzania inaposikika nje, basi huku chini msukumo wa mabadiliko unakuja kutokea. Hawajaanza kutoa matamko leo, walitoa matamko mengi sana kipindi wakati uh, Freeman Mbowe akiwa jela maabusu, walitoa matamko mengi sana na vikwazo juu. Kipindi cha utawala wa hayati Magufuli tulipata vikwazo vingi, misaada mingi sana ya kimataifa iliondolewa. Mi, kama nakumbuka uh, ile, ile milenia ile, uh, pesa za milenia, ziliondolewa kwa sababu ya aina ya mfumo wa hayati Magufuli. Bado hatujafika hata kwenye robo ya alichokifanya Magufuli yaani bado hatujafika kwenye hata robo ambacho Magufuli alikifanya na, na Ulaya wakachukua hatua. Kwa hiyo naamini kabisa ni wanahaki kama bunge. E, wanatoa na hata bunge la Afrika linaweza likatoa kauli yote dhidi ya nchi za Ulaya. Ni kwa sababu tu tuna mabunge ambayo tunaita mambumbumbu, hawaelewi chochote cha kufanya. Lakini kama bunge la Ulaya linaweza kutoa kauli juu ya Tanzania, tunaamini bunge la Tanzania linaweza kutoa toa kauli juu ya Ukraine, juu ya Urusi, juu ya nani, juu ya Georgia na maeneo mengine, ikiwa kutakuwa na willing. Bahati mbaya nchi zetu, tunaamini si tunaamini katika kupokea. Kwa hiyo tunaamini naye tupa lazima tujinyenyekeze kwake kwa hiyo wana haki hiyo, tunawapongeza, wametoa wala. Matamko haya hayawezi kubadili sura yote ya utawala. Watu wengi wanaamini matamko ya, ya, ya, ya mabunge ya Ulaya yanaweza kubadilisha utawala wa ndani ya nchi. Hayawezi kubadilisha utawala. Nisikilize ndugu yangu, mimi ni mtaalamu wa masuala ya, ya, ya, ya siasa na utawala. Hakuna kinachoweza kubadilika juu ya utawala wa chama cha Mapinduzi kama hatutachukua hatua sisi wenyewe. Tusitegemee mjomba kutoka nje atakuja kutubadilishia, eti sisi itoke madarakani, kwa sababu bunge la Ulaya limesema li, li, linachukizwa mfumo wa uchaguzi no litatoka sisi tukiamua kwa kauli moja, wa Tanzania tumeamua, tunaitoa tumeza la mwisho ah. Ripoti ya vyombo vya habari vya kimataifa mfano CNN imezungumza me, na mambo mengi sana ilivyoripotiwa. Nilimsikia pia msemaji wa serikali kwa maana ya Msigu alizungumza akasema kwamba kuna vitu ambavyo pengine vimefanyika sio sahihi na wala hawakuhusisha serikali. Pia ripoti ile ulivyoitazama hasa ilikuwa na hasa na ujumbe gani hasa na maana gani? CNN hawajatoa kitu kigeni walichokionyesha CNN ni kile kile tulichokiona baada ya tarehe 29, picha za mitandaoni ni zile zile walichokuwa wakifanya. Wanasema wameverify, yani wamethibitisha. Wamethibitisha, na najaribu kuchelea kwamba ni, ni sahihi ama si sahihi. Wamefanya kazi yao, serikali nayo ifanye kazi yake, na mlaji wa taarifa atachagua wapi akapate taarifa iliyo sahihi. Lakini CNN hii ni question, imekuwa ikishutumiwa sana na serikali ya Marekani, nadhani fuatilia sana uh, utawala wa, wa Donald Trump umekuwa ukituhumu sana CNN kwa kupotosha kwa kiwango kikubwa. Sasa unaweza ukapata kweli kama kama wa Marekani, kama rais wa Marekani anawafukuza kwenye chumba cha mkutano kwamba wewe CNN ondokeni, amesema nyinyi mna, mna, mna fabricate taarifa tutawezaje kukubaliana kuridhika na kile kinachotokea Tanzania, lakini ni ripoti. Hakuna mtu asiyejua kwamba Tanzania mauaji yametokea, hakuna mtu asiyejua ila ni kwa kiwango gani? Hili ndio tatizo ambalo linalani. Wote tunajua watu wamekufa, wote tunajua kwamba kuna matafuko yametokea, kwa kiwango gani? Hili ndio jibu ambalo tunasubiri tume ya rais chini ya Jaji Chande, kwamba tusikilize CNN wanaosema watu elfu kumi wamekufa? Unajua watu elfu kumi Hebu acheni jamani, haya mambo haya. Hivi watu elfu kumi nawajua? Tutumie mfano tu, MV Bukoba iliua watu elfu tatu si elfu mbili pale. Si, si eh, nadhani nadhani karibu inchi nzima ilikuwa inanuka damu. Sasa mtu anakuambia watu elfu kumi eh, na watu nawaelewa. Jamani, ni propaganda hizi. Ndio maana nakwambia eh, iridhishe sana na kile unachokipokea. Mimi, mimi kwa mtazamo wangu mimi, mimi binafsi siamini vyombo vya kimagharibi. Nimekuwa mfuasi sana wa vyombo vya vya, vya, vya, vya mkono wa kushoto hivi uh, vya, vya Urusi na Marekani. Vyombo vyote vya Ulaya vya Ulaya na Marekani na kwingine kote kule vina propaganda, yaani kila habari inayotoka ina malengo yake, anayeipeleka nakuwa na malengo gani? Sasa, angalia angalia jinsi wanavyoripoti habari zinazohusu mgogoro huu. Ni kama vile hawataki hawataki uishe. Wanahitaji uendelee, wanataka ulipuke. Eh, ukiwasikiliza na ukiwasoma unaona ah, hivi hawa sisi tunapambana huko kusema jamani, hili liishe, tupatane, mtu anakuja nali, analilipua analiongeza. Sasa tunasema kuna jambo jema hapo. Halafu jambo lingine tangulini wa Kenya walishawahi kutupenda sisi wa Tanzania. Wa Kenya tuna uadui tuna uadui wa milele na milele tangu, tangu enzi za utawala wa wa, wa, wa Mjerumani, utawala wa, wa Mwingereza. Tuna uadui kwa maana tuna utani wa jadi. Mkenya naomba leo kesho tufe leo. Amekuwa anakupenda sana wewe, anakuwa anakupenda sana wale Mkenya, yes. Vimeripoti sana vinakupendeni sana vina kupenda, vina kupenda sana vinakupenda vinakupendeni, vitu viko sawa no. Ehe, vipo sawa nikurudishe wakati wao wakiwa na mgogoro, vyombo vya Tanzania vilikuwa ulikuwa unaona vinachukua hatua gani vyombo, wakati wana mgogoro juzi tu wa maandamano juzi tu makubwa kabisa, mpaka Ruto, Rais Ruto ameinuka akasema kwamba akawatuhumu Ford Foundation kwamba wanafadhili maandamano. Vyombo vya, vya Afrika tuseme kwa ujumla Afrika usha kuona vinachukua hatua za aina yote Wakati wa mauaji yao 2007 Nasaba Shai kuona ma... kuna chote kinachotokea okay? Nazungumza vyombo vya Tanzania. Hapana, hapana, tuna mila na desturi tunazotofautiana na Wakenya, kwa hiyo sisi tuheshimu ya kwetu. Cha kwanza kila Mtanzania anajua kuna mauaji yametokea, hilo hilo hatubishani, na kila mtu anapinga haya mauaji hilo, hilo hatubishani, na kila mmoja anapambana kuyazuia yasitokee tena, hilo hatubishani. Kwa nini tubishanie juu ya wingi? Kwa nini tubishanie juu ya lilikuwepo au halikuwepo, wakati kila mtu anajua kila. Rais amekiri, Rais amekiri, rais mwenyewe amekiri kwamba kuna mauaji yametokea. Serikali kwa maana ya jumla imekiri yametokea, tunahitaji uwajibikaji. Kama rais direct anawajibika, amekuwa amehusika, basi kuwe na responsible ya direct kwake mwenyewe, na tutasubiri tume. Tusiporidhika na tume, tunatoa sauti tunayo fursa ya kuitisha vyombo vya habari vya kimataifa. Sisi ni, sisi ni wanachama wa majukwaa ya kimataifa tutatumia mkondo wa sheria za kimataifa kuhitaji vyombo vya kimataifa, lakini sio kwa kuelekezwa na mtu. Hii nchi ni huru. Anayetokea anasema na kuelekezwa kafanye hiki, kamwambia akajielekeze kwanza kwao. Sisi ni nchi huru, tunaweza kuamua mambo yao. Utakuwa mwisho kuelekea uh, wala ambao wanadai kwamba kuna maandamano yatafanyika Disemba tisa na kama Mtanzania na kama mwanasiasa, mwandishi wa vitabu, mpelelezi wa mambo mengi, pia ni washauri vijana, na nishauri ni serikali isikilize vijana wanataka nini, isikilize Watanzania wanataka nini, serikali iwape Watanzania wanachokitaka, wakiwa bado wanaongea lugha moja. Utakapofika muda ambao hatusikilizani, na naiona alama ya kuto kusikilizana bahati nzuri imezimwazimwa tujuzi, lakini tulikuwa tulishafika kwenye stage ambayo hatusikilizani, hatutaweza ku, kuwapa hata tunachowahitaji wanachohitaji wa Watanzania kwao. Serikali iamue, ilete mchakato wa katiba mpya. Mchakato wa katiba mpya ndio utakaozaa mambo yote hayo. Kwa hiyo mimi naamini hicho, ilete mchakato wa katiba mpya, utakuja kuzaa madai yote, yanayoendelea yatapatiwa majibu. Nadhani na ni hilo. Asante, asante. Asante, asante. Ah, okay.